haya ni matunda mazuri ambayo yatatuwekea historia kwamba tulivyokuwa Sikonge tulifanya nini, au kipindi fulani tulifanya nini kuifanyia Sikonge yetu. Ni changamoto ilikuwa kwatuajwa mwanzoni, bahati mzuri mimi ndo nilianza yaani, nilianza kuanzia day one kuwasilisha wazo kwenye CMT kama kituko fulani. Sasa huyu <laughs> hata hata hata yaani, hata barabara umeme nini bado shida, anazungumzia masuala ya redio a, ili wazo aliwezekani. Kwa hiyo 2022 mpaka leo ndio kufikia hivi, kwa kweli ni hatua nzuri sana. ili wapongeze wote kwa ujumla, tuendelee tukamilishe eneo ingine, na mwisho nafikiri tutafanya utaratibu wa ufunguzi rasmi pale ambapo tutakuwa tayari kwenye position ya kila kitu kwa kwenye eneo lake, mafundi wetu na wataalamu wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunawashukuru sana Tuendelee kuwasiliana kila wakati kwa sababu tayari tumeshakuwa bodi pamoja. Kwa jambo lote litotokea msituone wachokozi wa kutaka kujua, lakini tutataka tujifunze pia. Like, nashukuru sana nikaambia hmm. Kwa kwanza hapa tukafanya free kwa miezi hata sita, lakini baadaye tutakuwa mtatua kuwa mnatuwezesha tu transport itokea changamoto.